Sajili wa biashara na uhusiano wake na kupata tenda mikopo na fursa za serikali. Jambo la kwanza, serikali haitoi kazi kwa mtu binafsi akiwa peke yake bila usajili wa kampuni. Lazima uwe na sajili wa kampuni ili kupata tenda yoyote ile ya serikali. Kwa hiyo usajili wa biashara yako inabidi usajili kampuni ili kupata tenda ya kwanza. Jambo la pili, kwenye kupata mikopo, hakuna taasisi ya kifedha wala invest yoyote tena. Kuna watu sometimes wanakuwa na idea kali, wanataka kupata mtu ambaye atawapush kwa jaza ili waweze kupata usajili katika sana kuweza kupata investors ama watu wa maana kuinvest kwenye project yako. Kama wewe project yako hujaanza kuifanyia kazi na kupata data kamili na mwenendo wa biashara yako, sahau kupata matokeo, sahau kupata investors wala mikopo. Alafu ya mwisho kwenye mikopo, taasisi za kifedha kama mabenki. Kwanza kufungua kwa akaunti ya benki ya kampuni yako. Huwezi kufungua akaunti ya benki bila kuwa na kampuni au biashara, lazima uwe nayo. So ili uweze kupata hizi akaunti au usajili wa kampuni na biashara, lazima kwanza usajili kampuni yako. Ukishasajili kampuni yako, ndio inakuwezesha kupata akaunti za benki na kuwa recognized na taasisi za fedha. Ukishakuwa recognized, ni rahisi kwenda kuwaomba mkopo kutokana na mwenendo wako, hapo inakuwa rahisi kupata mkopo. So bila usajili hakuna kufanya kazi na serikali, bila usajili hakuna kupata mikopo bila usajili kupata fursa yoyote kama tenda kwa namna yoyote, so lazima no, so, usaidi